Kata ya Mipingo ni miongoni mwa kata kumi na moja za jimbo la Mchinga, lakini kata hii imenufaika kupata bilioni nne, sio milioni, bilioni nne, kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Ziligawanywaje? Katika eneo la miundombinu, kata hii ilinufaika kupata matengenezo ya barabara katika awamu tofauti tofauti. Kwa mfano, barabara ya Mkwajuni ilihimilo kwa kiasi kidogo, na Mkwajuni Mipingo Matapwa na Mipingo Mnyangala. Tulifanikisha ujenzi wa daraja kubwa la Mangoma lililo gharimu zaidi ya shilingi milioni mia saba. Kama isivyobahati, mvua hizi kubwa za Hidaya zilikuja zikaharibu miundo yote ya barabara. Lakini kwenye elimu, tunaitambua hali ya uchakavu wa miundombinu ya shule zetu za msingi Kata ya Mipingo, hasa hapa na Mkongo. Lakini kwa kipindi cha miaka mitano, serikali imefanikisha kuweka nguvu kubwa katika uboreshaji wa miundombinu ya shule yenu ya sekondari ya Mipingo kwa kujenga mabweni, bwalo la kulia chakula, nyumba za walimu, madarasa na maabara mapya kabisa. Zaidi ya shilingi milioni mia saba zimetumika kuboresha huduma za elimu katika shule yetu ya sekondari ya Mipingo. Tunatambua kuwa kata ya Mipingo ni miongoni mwa kata chache katika jimbo la Mchinga ambazo vijiji vyake vyote vina zahanati, lakini licha ya uwepo wa changamoto nyingi katika zahanati hizo, kwa kiasi tumefanikisha kufanya mambo yafuatayo. Moja, tumefanikisha kujenga kliniki ya mama na mtoto pamoja na zahanati katika vijiji vya Matapwa na Namkongo. Tumeboresha utoaji wa huduma katika zahanati zote za vijiji vya kata ya Mipingo, hasa upatikanaji wa vifaa tiba na ongezeko la watumishi katika zahanati hizo. Kilimo na ufugaji, tumeboresha utoaji wa huduma za pembejeo za kilimo hasa katika zao la korosho kwa hapa na Mkongo na Lihimilo. Serikali imejitahidi pia kusimamia uboreshaji wa bei za mazao ya korosho na ufuta. Tumefanikiwa kujenga josho katika kijiji cha Mnyangara, josho lilogharimu zaidi ya shilingi milioni ishirini na tatu pamoja na usambazaji wa chanjo za mifugo na nne Tumeendelea kusimamia hali ya amani kwa kupunguza migogoro ya wakulima na wafugaji katika kijiji cha Mnyangara. Tumesimamia uundaji wa vikosi maalumu kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi ili kusimamia hali ya amani katika jamii za wakulima na wafugaji. Umeme na mawasiliano. Tumefanikisha upatikanaji wa huduma za umeme katika vijiji na vitongoji vyote vya Kata ya Mipingo hasa hapa na Mkongo, Matapwa, Mnyangara ambavyo havikuwa na umeme kabisa hapo awali. Aidha, vikundi vile ambavyo bado vitongoji ambavyo bado havijawashwa umeme bado wakandarasi wapo kazini wakiendelea na kazi. Namba mbili, tumefanikisha uboreshaji na upatikanaji wa huduma ya mtandao wa simu katika vijiji hasa katika kijiji cha Mnyangara kwa kuboresha mtandao wa TTCL na Yas ambapo kwa sasa vinapatikana bila shida. Maji, tatizo la maji hapa na Mkongo tunajua ni kubwa sana. Jitihadi zilifanyika za kuja kuchimba kisima, hazikufanikiwa hivi sasa bei ya maji imefikia shilingi mia tano kwa ndoo na zaidi. Jambo hili ni gumu, halivumiliki, na ukilizungumza ni kama vile mtu ana kidonda alafu nakipigilia msumari wa moto. Tulikuwa tunaongea kwenye mkutano wa ndani kule na viongozi wenu wa kijiji na wachama, tukampigia simu injinia wa maji azungumze, wao wanasikia hatuwezi kusubiri mradi wa kuunganisha maji Matapwa mpaka na Mkongo, kwa sababu wenyewe utachukua muda karibu miaka miwili hivi. Kwa hivyo tumewaomba wenzetu, mara gari la mtambo lile litapokuja kutoka Kilwa, ile gari ni moja linatembea wilaya zote za mkoa, waje watuchimbie kisima haraka iwezekanavyo, walau cha muda, wakati tunasubiri huo mradi mkubwa wa maji. Hatuna namna nyingine zaidi ya kuvuta subira, jambo linafahamika, na hapa ndicho ambayo ukisoma ni kwamba mara kadhaa tumejitahidi kuhakikisha tunaleta huduma hapa, basi na mafanikio. Aidha tumeendelea kutoa huduma katika maeneo mengine ya kata hii ambayo wala sina haja ya kusema, kwa sababu hayana faida. Watu wana mkongo wao, wanahitaji maji wenyewe. Naomba mkubaliane na mimi kwamba tumezungumza na injinia wa maji, na yeye amesema ameombwa na mbunge. Wakati tunasubiri huo mradi mkubwa wa maji ya Matapwa, basi tupate maji ya kisima, walau kisima kimoja cha mita mia moja kitusaidie. Nafikiri wazee watasaidia kuomba pampu isikatikie kule chini, ili mambo yakae vizuri. Mkakati kuelekea ishirini ishirini na tano ishirini thelathini tunakusudia kufanya mambo makubwa matano. La kwanza tutahakisha tunaboresha mtandao wa barabara kutoka mkwajuni juni mpaka hapa na mkongo kwa kiwango cha changarawe ili uweze kupitika kwa vipindi vyote, amesema hili kwa sababu ndio lililomo katika ilani ya jimbo letu na ilani ya wilaya yetu. Mbili, Tunatambua hali ya uchakavu wa miundombinu ya madarasa ya nyumba za watumishi katika shule yetu na Mkongo. Ni matumaini yetu katika awamu hii tunakwenda kufanya ukarabati mkubwa wa shule hii. Tatu, tutahakikisha tunafanikisha mradi wa maji na Mkongo na Matapwa. Aidha, katika awamu hii ya tatu ya uchimbaji wa visima virefu tumewaagiza Ruasa kuchimba kisima kingine hapa na Mkongo kama mbadala wa kisima cha awali walichoshindwa kukimaliza. Tutahakikisha tunachochea shughuli za michezo na burudani kwa vijana kwa kugawa vifaa na kushiriki katika mashindano mbalimbali. Na mwisho, tunayo shida kubwa sana sana ya mikopo. Tutasimamia swala la mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali, hasa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum.